Listen to me, brothers and sisters. Sikilize kaka na dada. Kilichokuleta hapa unataka nikuombee biashara yako. Kilichokuleta hapa unataka niombee kazi yako. Je, hiyo kazi unataka nikuombee? Hiyo biashara, hiyo ndoa unataka nikuombee? Inampa ina, ina Mungu utukufu au ni kwa ajili ya show off za kibinadamu? Hiyo biashara unayotaka ni tuombe hapa Mungu akubariki nayo. Unamletea hata Mungu fungu la kumi. Do you even give to church? Unatoa hata kanisani? Unataka nikuombee juu ya hiyo ndoa yako ili iweje? Unaitaka kwa ajili ya utukufu wa Mungu, watu washerekee kwamba Mungu ameunganisha, kwa unataka kuolewa ili watu wakuone umeolewa, kwa sababu mlemeenda. Unataka kuoa kwa sababu yule girlfriend wako lekan muda mrefu alikusalita, kana mwingine akakuumiza, kwa hiyo na wewe unaoa ili na yeye aone. Ndio maana unataka kuposti mtandaoni, aone kama unaoa. Tufungi ndoa kwa ajili ya shofu za kwenye mitandao yes? Tunafunga ndoa yes, kwa sababu ya mapenzi ya Adonai. Yes, si vyema mtu huyu kuwa peke yake, na tumfanyie msaidizi. Oh, yes, na huyo msaidizi unampata wapi? Through the word of God, kupitia neno la Mungu. Kama safari yako ya ukristo unakuja hapa kanisani kwa ajili ya show off, angalia status ya ukristo wako iko wapi. Wewe dada, iko wapi? Wewe baba, iko wapi? Ikoje? Ikoje?